Katika kata yetu ya Lutukira tunazo nyumba, nyumba za watumishi, katika jimbo zima tunazo nyumba za watumishi 32 na naomba niwaambie hizo nyumba, na hapa Lutukira mkitupa nafasi kutuchagua tarehe 29 na naomba niwaahidi, tutakwenda kusimamia kupata hizo nyumba japo mbili tatu kwenye eneo letu la Lutukira tukiamini, hapa wako watumishi wa Mungu <laughs> ndugu <laughs> zangu naongea maneno haya nikiwa naamini tunacho kitabu chetu cha ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani yatueleza yapo mambo mengi lakini, mwaka huu tumetoa ilani ambayo inazungumzia wilaya yetu kijiji chetu na kata yetu, naomba niwaambie, hayo yote yamezingatiwa ili kusudi wananchi wetu waweze kuona ilani yao ikitekelezwa. Ndugu yetu Baskus Mpikwa natambua umuhimu wa nyumba za watumishi. Mimi pamoja na yeye, mtakapokuwa mmetupa lidhaa hilo tarehe 29 mwezi huu wa kumi, tutahakikisha hayo yote tunakwenda kuyasimamia. Sisiemu oye! Naomba kura nyingi za kutosha kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Naomba wale walio tayari kukupigia kura hiyo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi wanyoshe mikono yao juu ili kuonyesha ule uhalali ambao tunakwenda kumpatia mama yetu Samia Suluhu Hassan. Nyosha mikono juu, nyosha mikono juu kwa maendeleo. Isie evile naomba na mimi nijiombee kura. Mimi Omari Msigwa maarufu kwa jina Super Feo. Ninaomba kura za kutosha tarehe 29 mwezi huu wa kumi. Naomba tunyoshe mikono awotiamoye zango, bila kusahau, tunaendelea kuomba kura, naomba nimome kura tukuangasusi Msigwa. Tuweze kuwatumikia <tukia> hiyo tarehe 29 mwezi wa 10, kumi. CCM oye! Naomba tuendelee kunyosha mikono, wale wote ambao tuko tayari kumpigia kura ndugu yetu astuzi ikwa kwa nafasi ya udiwani.